Kikao hicho kilichohudhuriwa pia na waziri wa Afrika Mashariki kikanda na kimataifa Balozi Augustino Mahiga kililenga kuzungumzia hali ya kisiasa ilivyo nchini Burundi. Serikali ya Burundi imehakikishia Tanzania kuwa iko tayari kufanya mazungumzo ya amani na wadau wote wa siasa nchini Burundi, wamekubali kabisa kwamba usuluhishi wa Rais Mseveni ambaye alikabidhiwa na kikao cha marais wa Jumuiya ya Afrika Mashariki hapa Dar es Salaam mwezi Julai Uh, wanaopokea kabisa na watashiriki kikamilifu katika hilo, na rais amewaambia kwamba alizungumza na rais Nguruziza mwishoni mwa wiki iliyopita na rais Nguruziza akamhakikishia kwamba atashiriki na hilo. Mimi nimeagizwa kwamba nilipeleke ni, ni, ni, ni kwa mawaziri wa nchi za nje wa nchi jirani na kwa maandalizi ya mazungumzo hayo ambayo yataanza kule Uganda tarehe 28 mwezi Disemba, waziri wa ulinzi wa Uganda amekabidhiwa jukumu la kuratibu mazungumzo hayo. Balozi Maiga ameongeza kuwa katika kikao hicho ujumbe huo umeelezea hatua ya bunge la nchi hiyo ya Burundi kupinga uamuzi wa baraza la usalama wa Umoja wa Afrika wa kutaka kupeleka majeshi nchini Burundi kwa kuwa inaamini hakuna hali ama dalili za kutokea mauaji ya kimbali kama ya Rwanda na kwamba kuna utulivu nchini humo, tofauti na wasiwasi wa umoja wa Afrika. Jumuiya za kimataifa hasa umoja wa Ulaya, na kwa kiwango fulani umoja wa mataifa, unatoa msukumo wa kutaka kuyapeleka majeshi ya kulinda amani nchini Burundi. Wao wanasema wanataka kuthibitisha kabisa kwamba hali ile haipo na kuna utulivu na wao kama Burundi wakiwa washiriki wakubwa katika kulinda amani katika bara la Afrika wana wanajeshi elfu sita kule Somalia, wana wanajeshi elfu moja kule Jamhuri ya Afrika ya Kati na dhamira yao katika kushiriki kuleta amani, wao watakuwa ni watu wa mwisho kuleta hali ambayo inaweza kuleteleza um, hali au mauaji yanayofanana na mauaji ya Sambamba na mapendekezo hayo, Rais Magufuli amemwagiza Balozi Mahiga kwenda nchini Burundi kutazama, kujiridhisha na kutathmini hali halisi ilivyo, hususani katika suala la amani, hasa ulinzi na usalama wa raia na si katika jiji la Bujumbura pekee, bali pia maeneo mengine ya nchi hiyo, ili kufahamu sababu zinazowafanya Warundi kukimbia nchi yao na kukimbilia Tanzania kama wakimbizi.